Mkuu wa Majeshi Jenerali Nkunda amesema hayo akizungumza na askari wapya zaidi ya elfu mbili waliohitimu mafunzo ya awali ya kijeshi katika shule ya awali ya mafunzo ya kijeshi RTS Kiangaiko iliyoko Msata Bagamoyo mkoani Pwani. <tune> <tune> ambao ndio wao wengine. Kwanza lazima ujue kwamba kazi yako kuilinda nchi. Ndio maana tunaweza kukupeleka mipakani kwa ajili ya kulinda nchi. Ili akutakupia mtake maneno yenu kujua kwa kulinda katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hiyo ndio katiba ya mwaka 1977. Sawa. Sawa. Sawa. Sawa. Sawa. Sawa. Sawa. Sawa. Sawa. Sawa. Sawa. Sawa. Sawa.

Mkuu wa shule ya awali ya mafunzo ya kijeshi RTS Kiangaiko, Brigedia Jenerali Sijaona Miara, anamhakikishia mkuu wa majeshi ari na uimara walionao askari hao, huku wakitoa wito kwa vijana hao. Afal ndugu mwanaenzi, nafikiri kuwa askari wapya wamefikia viwango vya mafunzo okay. Tunaomba waendelee kufanya vizuri, waendelee kujitesha <tipa> Akitoa taarifa ya mafunzo ya askari hao wapya, mkufunzi mkuu RTS Kiangaiko Meja Haji Suru anaeleza hatua walizopitia kimwili naji ITV Bagamoyo.